Thabiti na hatimaye, familia tatu kutoka eneo la Morako kaunti ya Nyamira zinalilia haki baada ya jamaa zao kuripotiwa kupigwa kinyama ndani ya kituo cha polisi cha Manga Sengera na kuwaacha na majeraha mabaya hadi kwenye sehemu zao za siri. Wanaume hao ambao ni waendeshaji pikipiki ya kukodishwa, walikamatwa kwa madai ya kutolipa ada ya pikipiki piki na mwajiri wao. Crispin Otieno ana mengi zaidi. Mapema Jumapili Tunakutana na familia hizi eneo la Morako Manga Sengera, kaunti ya Nyamira zikiwa zimesononeka na wingi wa mawazo baada ya wapendwa wao ambao ni wanabodaboda eneo hilo kupewa kichapo cha umbwa ndani ya kituo cha polisi cha Manga Sengera. Kwa mujibu wa familia hizi tatu George Nyabwari Kebaso mwenye umri wa miaka 35, Robert Atambo mwenye umri wa miaka 40 na Derek Okari mwenye umri wa miaka 30 wote wakiwa wanabodaboda walijipata pabaya mikononi mwa maafisa wa polisi kufuatia madeni ya pikipiki ya mwajiri wao aliyeichukua kwa mkopo kutoka kampuni ya Mogo. Pikipiki ilikuwa na mwenyewe, huyo kijana hangehusika na mambo ya pikipiki, ila tu wangekuja waulize mwenyewe vile makosa iko. Ni ndani ya kituo hiki ambapo vijana hao nusura wapoteze uhai wao, Okari akidaiwa kuumizwa sehemu za siri na maafisa hao huku wengine wakiachwa na majeraha mbalimbali mwilini kwa madeni ambayo hawakuhusika nayo. Wameumizwa, kuumizwa wenyewe, mtoto ametoka damu kwa mabua, kwa mdomo, hata kifaa chake kimeumia. Wakati tulienda huko kufuatilia, tulisikia walisikwa, wakaanza kuumizwa, waliumizwa sana, wakapeleka hospitali, mpaka ile sehemu za ya kisiri walikuwa au kuwa wanajua kutembea. Kinachoshangaza ni kuwa mmiliki wa pikipiki iliyotwaliwa piki na maafisa wa kampuni ya Mogo amelipia jumla ya shilingi laki moja hamsini na saba elfu mia saba themanini na nane na bado anaombwa kulipa zaidi ya laki moja kwa muda wa majuma mawili, la sivyo pikipiki yake iuzwe. tena Ruto Hakuna mahali natoa pesa. Hiyo pesa nilikuwa nayo ndio nilikuwa natumika kununulia watoto wangu chakula. Wakuu wa polisi Sengera wamedinda kuzungumzia swala hilo licha ya kupokea simu zetu. Kwa sasa washukiwa hao wamewekwa rumande katika gereza la Kisii. Crispino Tieno, runinga ya Citizen.